Viongozi wapya ambao wameteuliwa uh, na chama tunasema, hatuoni kuwa wana plani au mpango madhubuti kama ambavyo tulifanya mwanzo huko. Tukumbuke mpango mkuu wa chama kuelekea fund 25 kishiriki uchaguzi kindakindaki kama Chadema. Lakini hatujaona mpaka sasa hivi mkakati madhubuti wa viongozi hao waliokuja kukaa mezani na wajumbe wa sekretarieti kama watendaji wakuu wa chama kila siku kwamba labda wanakuja na mkakati sasa, kutuambia sisi plani yetu ni hii, tunataka tufanye hichi, nje yetu ni kwani hii, na tumalizia wapi? Hakuna. Lakini kibaya zaidi, kama ambavyo wajumbe wenzetu wamezungumza kwamba hakuna kikao chochote cha sekretarieti ambacho kimeitishwa na naibu katibu mkuu kama mwenyekiti wa sekretarieti ya chama toka Januari 2025 mpaka leo Mei, tunazungumza hapa tarehe kumi na saba hakuna kikao ambao alikiitisha rasmi, naombeni sekretarieti yangu njoni hapa tujadili moja mbili tatu. Kwa hiyo tunakosa ile ile ile hamu ambayo tulikuwa tunafanya kazi za chama za kila siku ime, imepotea, na tunaona mbele yetu ni giza zaidi, hatuoni mwanga kama ambao tumetoka huko nyuma, tumesoma tumesema. Lakini pili, naibu katibu mkuu Zanzibar hajawahi kuripoti rasmi kama mtendaji mkuu wa chama toka achaguliwe Leo nimekuja hapa nataka tukutane na nini? Hakuna hivyo vitu, na mara chache ambazo aliwahi kufika kwa dharura sana, na kuna wakati anafika chini ya ofisi hapandi juu, anaenda zake, kama kwamba ile morale ya kiutendaji kama mwenyekiti wa sekretarieti na mtendaji mkuu wa chama haipo. Lakini tatu, tume- amekuwa akisikika mara kwa mara na hiyo ndio imetutia hofu zaidi, mheshimiwa waandishi wa habari, kwamba hana imani na wajumbe wa sekretarieti yote na hii ni kwa sababu sisi wote tulikuwa chini ya, ya, ya, ya naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu na ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi, kwa wao wanaamini labda kuweko chini kwake na kujitangaza yeye kujitoa na vitu vingine, labda na sisi tuko hivyo na mkakati huo, kitu ambacho sio kweli, na kwa sababu hiyo jeshi naye kwa upendo, ilifika wakati mpaka tunamfuata garini kwake, angalau tupate maili matatu, tunamfuata nyumbani kwake, kwa sababu ofisini haji, tunajaribu kutumia watu mbalimbali mbali. Hakuna kiongozi ambaye hatujamueleza kuhusu changamoto hiyo. Tulikaa na viongozi wa kitaifa mbalimbali akiwemo mbali makamu mwenyekiti Zanzibar, kumueleza kumwambia, uh, ili jambo ili akae naye naibu wake amrekebishe. Tumekaa naibu katibu mkuu bara, mheshimiwa Amani, uh, ake, Amani Gulugwa, kwa ana hivi, tumezungumza naye kuhusu kumrekebisha naibu. Hatuoni mabadiliko yoyote, na taarifa hizi naamini katibu mkuu zimefika, na na watu wengine zimewafika, ili kuona sasa naibu anakuja kwenye mstari anakuja ofisini na tunafanya kazi kwa uaminifu. Hakuna mara ya mwisho, juzi watu wanaenda kumtembelea na wanatuambia mimi sina imani na na na wajumbe wote wa wa sekretarieti ya chama. Kwa kitu hichi kimekupa kimetupa wakati mgumu sana, lakini kitu kingine, kwa ufupi sana, tumesema kuna matumizi pia mabovu ya fedha ambayo yanaendelea, kitu ambacho kinatupa mashaka kuelekea huko kwenye ukaguzi wa fedha kama chama kuja kuna na hati chafu ambazo kimsingi hatujai kutokea kipindi cha nyuma, mara zote tunakuwa tuko safi tu. Aa, na cha tano tumesema hapa kama kwamba chama chetu kimepoteza ile haiba sasa hivi, na kwa sababu hatuoni ushirikishwaji mpana wa chama kwa upande wa Zanzibar, maamuzi yote ambayo yanazungumzwa yanazungumzwa kama kwamba yanatoka kule juu, hatujai kushirikishwa sehemu yoyote kama Zanzibar juu ya masuala ya no reform no election tukikumbuka hapa kuna sheria ya uchaguzi ya kwetu na kule kuna sheria nyingine ya, ya kwetu, lakini hili limezokuwa, limezungumzwa huko kwa, kwa upana mkubwa na hatuoni hiyo fursa Zanzibar kushiriki uchaguzi licha ya kwamba tuna tuna mambo yetu. Na hii ni kwa sababu pia toka Januari mpaka leo kamati kuu imeshakutana zaidi ya mara mbili kama kamati kuu, na utaratibu ulivo, ili kamati kuu ikutane lazima kamati maalum kwanza ikutane na iende kwenye, kwenye kamati kuu, na plani au mkakati au maazimio ya kamati maalum Zanzibar inaenda kuzungumza nini leo? Kamati kuu zinakaa zinatoka na, na maamuzi na mambo mengine, hakuna stand yoyote, stand yoyote ya kamati maalum ya Zanzibar katika maamuzi yote ya kamati, ya kamati, ya kamati kuu. Kwa hiyo tumeona ni jambo ambalo linatupa hofu kubwa sana kubwa mno na hivyo kuona kwamba kwa sababu hizo ambazo tumezitaja na nyingine nyingi ambazo tukachukua muda mrefu kama wajumbe wa sekretarieti ya chama ambao tuko sita, kuna haja ya kujiondoa kwenye nyadhifa zetu. Itakumbukwa tuna posho zetu sisi zinalipwa, lakini hatufikiria hayo, tunafikiria karia yetu ya kisiasa na mbeleni, tuna- tunafanyaji kwa, tumeamua kujiondoa kwenye hizi nafasi zetu, lakini pia kujiondoa na na na, na, na kujivua wanachama wetu wa Chadema, na hili tutafikiria namna gani mbeleni tunaweza tukawaambia siasa zetu na karia zetu inazihamishia wapi, ili kuendeleza kuipambania Zanzibar na kupata mamlaka kamili kama ambavyo tunafikiria hivyo. Kwa hiyo machache, naomba kuwasilisha. Swali lako zuri, jumla hapa tuko sita, ambaye ni mimi naitwa Jabedi, mkuu idara ya organization, mafunzo sera na uchaguzi rasmi, nakuwa ni mjumbe wa secretariat ya chama kwa nafasi hiyo lakini pia afisa utawala na fedha dada yangu Rahima, naye pia yupo katika hilo kujivua. Afisa utawala Kasim, uh, katibu wa kanda ya Unguja kakaangu Yunus, lakini pia tuna katibu wa kanda ya Pemba kakaangu Habibu, na mwisho tuna dada yetu mama yetu Asiata Saidi Abubakar kama naibu katibu mkuu wa baraza la wanawake. Wajumbe wengine, naibu katibu mkuu wa baraza la vijana hayupo hapa, hatujui muda wake mwenyewe, labda ataendelea kubaki na naibu katibu mkuu wa wazee ndo ambayo tumewabakisha hao, na naibu katibu mkuu wa chama taifa.